Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Sisi viongozi ni wanadamu, ni watu na wanadamu, tuna miiko tumewekewa. Ukitufanyia assessment leo unaweza ukatukuta only 30% tunafuata kweli hiyo miiko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia. Ujazaji tu fomu na kukuleteeni A ile tunafanya sana, lakini matendo mengine yetu binafsi huko a, ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma. Tumeharibika leo hii, mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini sijui ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili. Ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo. Hilo ni moja lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma